Hey, piga makofi, piga makofi kwa rais wetu makofi, piga makofi kwa Mama Samia

Sikia tu kutunzana, ndio huko Mheshimiwa Rais ameanza kututunza sisi, kutupa fedha yake akaiwekeza hapa kwa ajili yenu nyie, kuonyesha mfano, maana huu ni mfano kwa majamani, mkifanya haya mtafaidika, maanake anatutunza sisi Wizara ikaendelea kututunza sisi, wizara ya maji. Lakini mkurugenzi bonde la Wami Ruvu akaendelea kututunza sisi. Sasa na weye mkulima na mfugaji, mwendelee kutunzana hivyo hivyo. na hatimaye mtunze na ile miundombinu tutunzane. oye, oye! Hapa ni kutunzana mwanzo mwisho. Sasa tuache mambo haya ya kuvamia ardhi. Ndio maana leo mkurugenzi na wizara ya maji inatupa hati yetu, maanake ikitokea kama kuna mtu anavamia, hivi ni rahisi sasa wewe hapo ukenda ukadai haki yako, lakini na wewe ukitokea umevamia kule bonde, na wenyewe watakufukuza, maana yake tayari kuna mipaka pale. Kwa hiyo nitoe angalizo wale wote ambao sasa wamepewa hati waende wakalinde hiyo mipaka kwa mujibu wa hati zao watakazo watakazopewa. Na usimamie kuhakikisha unafanya kazi na unaenda una, usika mnatoa elimu kwa wafugaji mnapeleka, wafugaji hawa ni wasikivu, wakulima ni wasikivu, programu ulioanzisha na sisi na bodi kulikaa na kuhisi kwamba uh, mkuu wetu wa wilaya amefanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo ukaandaa kidogo kama ishara ya kuonyesha kama ishara ya kuonyesha mchango wako katika utunzaji wa vanzo vya maji. Piga makofi, piga makofi kwa rais wetu. Makofi, piga makofi kwa Mama Samia eti tuampenda.